wa Venezuela, Nicolas Maduro aliyetekwa wiki iliyopita na vikosi vya Marekani anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo mjini New York akituhumiwa kwa makosa ya usafirishaji wa madawa ya kulevya. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema Venezuela kwa sasa ipo chini ya usimamizi wa Marekani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Nicolas Maduro na mkewe wanakabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya baada ya wawili hao kuvamiwa na makomandoo wa Marekani siku ya Jumamosi na kusafirishwa hadi Marekani ambapo hii leo watapandishwa kizimbani. Awali serikali ya Venezuela ilipinga vikali hatua hiyo ya Marekani na kutaja kuwa Maduro ndiye rais anayetambulika wa Venezuela. Trump alijibu kwa kutoa vitisho kwa makamu wa rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, kwa kusema kuwa endapo hatofanya maamuzi sahihi, basi atalipa gharama kubwa zaidi kuliko ile iliyomkuta Maduro. Baadaye, Delcy Rodriguez, ambaye kwa sasa ndiye kaimu rais, alitangaza kuwa Venezuela iko tayari kushirikiana na Marekani kwa ajili ya maendeleo ya pamoja, na kwamba serikali yake inatoa kipaumbele kwa hatua ya kuelekea uhusiano wa kuheshimiana na Marekani. Hata hivyo, Venezuela imeitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kitakachofanyika hii leo na ambacho kitatumiwa kama jukwaa la kuelezea wasiwasi wa kimataifa kuhusu nia ya Marekani katika nchi hiyo yenye watu wapatao milioni 30. Jumuiya ya kimataifa pia imeendelea kukosoa hatua ya Marekani kumteka rais wa Venezuela. Umoja wa Afrika na umoja wa Ulaya zimeelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu kukamatwa kwa Maduro, huku Urusi, China na Iran zikitoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa, kwa rais huyo na mkewe. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Lin Jian amesema kitendo hicho ni utekaji na kinakiuka sheria za kimataifa ua te mefa China imeshtushwa mno na inalaani vikali matumizi ya nguvu ya Marekani dhidi ya taifa huru na kumdhibiti rais wake kwa nguvu. Vitendo hivi vya kimabavu vinavyofanywa na Marekani vinakiuka sheria za kimataifa, vinakiuka uhuru wa Venezuela na vinatishia amani na usalama katika eneo la Amerika ya Kusini na Caribbean. Tunaihimiza Marekani kufuata sheria za kimataifa na kuheshimu kanuni za Umoja wa Mataifa na kuacha kukiuka uhuru na usalama wa nchi zingine. China imechukizwa mno na kitendo cha Marekani cha kumuondoa rais wa Venezuela, nchi yenye mahusiano ya kimkakati na Beijing. Pia maelfu ya raia wa Venezuela wameandamana kulaani kitendo cha rais wao kutekwa. Lakini licha ya yote hayo, Trump anaonekana kuendelea kuimarisha mpango wake wa kuitawala Venezuela na kuhodhi visima vyake vikubwa vya mafuta.